Naitwa ndugu Emanueli Ezekieli Rubona, ni mzazi wa mtoto Baraka Emanueli Rubona ambaye alipata ajali, alikuwa akitoka shamba eneo la Masimba. Alipokaribia kufika eneo la Kiparapara akawa amekutana na watu, wakawa amempeleka polini, wakamchinja wakamnyang'anya baisikeli aliokuwa nayo pamoja na mzigo wa karanga debe mbili. Lakini baada ya kupata ile ajali kwa neema ya Mungu akawa amepata msaada wa mheshimiwa diwani wa kata ya Kiparapara pamoja na katibu wa CCM kata ya Kiparapara, na pamoja na mwenyekiti wa kitongoji wa Kiparapara, wakawa amemkimbiza kwenye huduma hapa hospitali ya Kitete. Na baada ya kumfikisha hapa Kitete, mtoto alipokelewa vizuri na madaktari waliokuwepo, na namshukuru Mungu, daktari wa operation alijitahidi kwa kadri ambavyo Mungu alimwezesha aliweza kufanyia operation mtoto na akaokoa maisha, ya, Mungu akaokoa maisha yake, lakini, lakini pia akawa amemfungia kifaa ambacho alimfungia hapa shingoni ambacho kina msupport kwa ajili ya kupumua na mpaka sasa hivi mtoto anaendelea vizuri hana shida yoyote. Na ninawashukuru kwa kweli madaktari wa Kitete pamoja na uongozi mzima wa hospitali ya Kitete wamejitahidi kadri walivyo Mungu alivyowawezesha kuhakikisha wanaokoa maisha ya mtoto wangu. Uh, lakini pia ninasikitishwa nina na maneno ambayo yamezaagaa mitaani kwamba kwamba madaktari wa Kitete hawakunipa ushirikiano wote na matokeo yake wakalazimisha kunipa opresheni nani rufaa ya kwenda Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi, lakini uh, kwa kweli imetusikitisha sisi kama familia na ninaamini ni watu ambao wamejipanga kwa ajili ya kuchafua huduma zinazofanyika hapa Kitete na kuwachafua madaktari wetu. Jambo hilo ni jambo ambalo si la kweli na ni jambo ambalo nalikanusha mimi kama mzazi wa Baraka, ambaye mtoto wangu ndo aliyepata hiyo ajali. Kwa hiyo niseme kwamba ninawashukuru sana madaktari, walifanya jitihada kadri Mungu alivyowawezesha, na tunaendelea kuwaombea ili Mungu aendelee kuwajalia afya njema, lakini pia namwombea mama yetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr Samia Suluhu Hassan, ambaye ametazama hospitali yetu ya Kitete na mkoa wetu wa Tabora kwa ujumla, ametuletea madaktari ambao wanatusaidia kusovu matatizo tunayokutana nayo katika jamii yetu. Na, na pia nimshukuru hata waziri wa afya ambaye naye pia ana mchango mkubwa sana kuhakikisha tunapata madaktari wa kutosha na wenye fani waliosoma vizuri na Mungu akawawezesha kwa kweli, Mungu awabariki sana na nashukuru sana na, na, kwa neema hiyo. Na pia tunamwombea rais aendelee kuongezea madaktari mengine, lakini si madaktari tu, atuletee na vifaa, maana madaktari bila vifaa hawezi kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo atuletee vifaa ambavyo vitawasapoti madaktari kuhakikisha wanatimiza na majukumu yao na kazi ambao walitiwa, kwa sababu sisi tunaamini kwamba udaktari ni wito. Asanteni kwa kusikiliza.